Eh, ambayo inatolewa leo katika ushirika huu wa Sufi. Mchungaji Advocate Daniel Samuel Swai alizaliwa tarehe 16 mwezi wa kumi mwaka wa 1973 katika kijiji cha Mashua, akiwa ni mtoto wa saba wa baba yake mzazi na mama Mzee Samuel Zakaria Swai na mama Angelina Songi. Mchungaji Advocate Daniel Swid alibatizwa tarehe 16 mwezi wa Disemba mwaka 1973 katika usharika wa Rukani na kupata kipaimara mwakauli wa 1988 katika usharika huo wa Rukani. kwa upande wa elimu ya Mchungaji Swai mwaka 1984 hadi 90 alisoma shule ya msingi hapa Sufi, na mwaka 1991 mpaka 94 alisoma shule ya sekondari Kwa Lord Moshi, na 1995 hadi 97 alisoma kidato cha tano na sita katika shule ya sekondari ya Umbwa. Mwaka 1998 hadi 2003 alisoma shahada ya theologia, yani, degree of bachelor of divinity, katika chuo chetu kikuu cha Tumaini Makumira, na mwaka 2005 hadi 2007 alisoma shahada ya pili ya theology, degree ma and masters of Theology in Biblical Interpretation katika chuo cha International Christian College kilichoko Scotland kule Uingereza. Mwaka wa 2009 hadi 2010 alisoma postgraduate diploma in cooperative business management katika chuo cha, eh, chuo kikuu cha ushirika kilichoko hapa Moshi na mwaka elfu mbili kumi na moja hadi elfu mbili kumi na nne Mchungaji advocate Daniel Swai alisoma bachelor of law katika chuo kikuu Huria open university yani iliyoko hapa nchini na akapata digrii yake ya sheria, lakini mwaka elfu mbili na kumi na tano hadi elfu mbili kumi na sita alisoma postgraduate diploma in legal practice katika shule ya sheria ambayo inaitwa the, The Law School of Tanzania. Mchungaji advocate Daniel Samuel alifunga ndoa tarehe 22 Septemba mwaka wa elfu mbili na saba na d Mary Simeon ambapo katika ndoa yao wamejaliwa watoto wawili Daniel Junior na Daniela na watoto wa kulea John na Edgar, lakini pia mchungaji na mama wamekuwa na lea, eh, na moyo wa kulea watoto wengi zaidi ya hawa tuliotaja hapa. Huduma yake ya kazi, mwaka 2003 hadi 2004 mchungaji katika usharika wa Mshara, na mwaka 2005 alikuwa mchungaji katika usharika wa Usiana. Mwaka 2007 alikuwa mchungaji katika usharika wa Uswa, na 2009 hadi 2014 alikuwa mratibu wa elimu ya Kikristo katika jimbo la Kilimanjaro Kati. Mwaka wa 2016 hadi Agosti 2018 alikuwa afisa taaluma katika chuo cha theolojia cha Biblia kule Mwika, na mwaka 2018 hadi kipindi hiki alipokutwa na mauti alikuwa mwanasheria wa dayosisi ya Kaskazini. E, Mchungaji advocate Daniel Swai ameshika wajibu mbalimbali katika kipindi chake cha, cha utumishi ndani ya kanisa amekuwa kaimu katibu wa idara ya elimu, amekuwa kaimu afisa rasilimali watu pia kwa dayosisi. Lakini kama ambavyo mtakuwa mmesikia kwa salamu mbalimbali, amekuwa katika bodi mbalimbali za vituo vya hapa kwenye dayosisi lakini hata nje ya dayosisi na katika eh, makao makuu ya kanisa. Eh, Mchungaji Daniel alikuwa ni mjumbe wa halmashauri ya rasilimali watu ya kanisa la Kiinjili la Kiluteri la Tanzania kule makao makuu Arusha. Wasifu wa mchungaji. Mchungaji alikuwa ni mtumishi mwenye musara, imani, karama nzuri ya kufundisha. Alikuwa mcheshi na msikivu, kama mlivyosikia kwenye hii historia. Mchungaji huyu Advocate Daniel Swai alipenda sana elimu na alipenda sana kujiendeleza. Katika historia yake utaona amesoma degree ya theology theology Makumira, amesoma masters kule Scotland, amesoma sheria Open University, amesoma mambo ya business management katika chuo kikuu cha ushirika. Ni mchungaji aliyekuwa na hazina ya elimu kubwa nni mara chache sana utakuta tuna advocate ambao ni wachungaji, lakini aliweza kuviunganisha vizuri, wala havikumfanya e, kushindwa kutekeleza wajibu wake wa kichungaji, lakini pia wajibu wake kama wakili, yani advocate. Alipenda sana kuitunza familia yake. Alichukia uovu kutu kwa kukemea pale panapokuwa pa, pa, pa, na maovu, lakini mchungaji alikuwa na msimamo kwenye jambo la kweli. Alipenda kanisa na kuwaombea viongozi wa sha, na washarika, lakini pia alikuwa na mapenzi na kuimba, na hata anapoongoza ibada au uh, sala mara nyingi alikuwa na sauti yake ya kipekee kuimba tofauti na sauti ile tuliyomzoea kusikia nayo. Na ni mtu alipenda maombi na alipenda pia kusoma neno la Mungu. Chungaji advocate eh, Daniel Swai alianza kuugua mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka huu uliopita wa 2025 na mara nyingi alilalamika sana maumivu makali ya kichwa. Alipopelekwa hospitalini, japo ilichukua muda, lakini baadaye waligundua alikuwa na tatizo la bacterial infection iliyoathiri sehemu za uti wa mgongo. Aliendelea na matibabu ya tatizo hilo, lakini mpaka ilitokeza tatizo lingine ambalo la figo, ambapo alipata chronic kidney failure nilikuwa neshafikia hatua ya tano na tatizo hili na figo ndio lilisababisha kifo chake tarehe tisa Februari mwaka huu wa ishirini na sita. E, tun shukrani tunazopenda kutoa tunapenda kutoa shukrani kwa Mungu aliyetupa Mchungaji advocate Daniel Swai akatumika kwa kanisa, akatumikia jamii na akatumikia vituo mbalimbali ndani na nje ya dayosisi, lakini pia tunamshukuru Mungu aliyemkirimia vipawa hivi vya kipekee akaweza kutumika katika maeneo hayo iliyoyataja. Tunashukuru pia sana madaktari wa KCMC, madaktari wa hospitali ya St. Joseph na pia hospitali ya Mawenzi ambapo sehemu zote hizi Mchungaji Dani alikuwa amepata matibabu, lakini namshukuru kipekee sana mke wake mchungaji, kwa jinsi alivyomtunza toka alipoanza kuugua mpaka alipofikia, e, mwisho wa maisha na yake. Nashukuru mke pia watoto pamoja na ndugu kwa upendo mlioonyesha mchungaji, hata akaweza kufanya kazi yake kwa utimilifu. Tunashukuru pia usharika, sharika zote ambazo anahudumu. To advocate Daniel Samuel Swai. Neno la Mungu linasema kutoka Warumi 14 mlango wa saba hadi wa tisa linasema kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake wala hakuna afanyaye kwa nafsi yake kwa maana kwa kwa kutiishi ma, ma kwa maana tukiliishi twaishi kwa Bwana basi kwa kuishi au kwa tukifa tu mali ya Bwana. Maana Kristo alikufa akawa hai tena, kwa sababu ya sababu hii awamiliki waliokufa na walio hai. Bwana ametoa na Bwana ametoa